Ni unajua akili yetu ili iweke kitu yani, kishikilie kitu mm. Inahitaji mwili uzoeshe. Ndio maana wacheza mpira wana mazoezi. Sasa kwenye dini zote wana embodied practice mm, embodied practice ni ni, mfumo wa mazoezi ya kimwili. Ndio maana mm, -hmm. mm. Waislamu mm -hmm. wana, wana wana wana, inama ile wanapiga kitu chini wana, wanahitaji wana, wana, wana, wana halafu wale wa, wa Kristo wanapiga magoti, si unanipata? Sasa wakipiga magoti, maana yake ni a, kwa yani akili unaizoeza, yaani mwili ukiuzoeza, akili inafuata. Ndio maana mcheza mpira, ndio maana wewe kama sio mcheza mpira uwezi ukaruka uka tu ukapiga tackling, lakini mcheza mpira amezoea, amekariri, amekariri ni mwili wake anaufundisha, maana mwili mm. Kuna connection kati ya akili na mwili mm -hmm. Kwa hiyo ndo tunaita embodied language hiyo, kupiga magoti mm. kusujudu, kufurama ile kuidama, kufanya e, si mikono Mungu sio kuizungusha mikono mm. Tunasema ni embodied language mm -hmm. Yaani mwili wako mm -hmm. Sasa vile vitu mm -hmm. Na kitu cha mwisho kabisa, kwa nini dini watu inawashika inawafunga mm. Kitu cha mwisho kabisa ni wanasema ni Teaching. Yani, mtoto inatakiwa aanze kufundishwa kabla akili yake ijawaku, kwa sababu wakija wanachokielewa kwamba kufundisha mambo mengi ukiwa mtoto ananasa vizuri, ndio maana mtoto anakipa imara sijui kipa sijui nini. Kwa hiyo ni vitu vyote ambavyo sio kwamba dini imeletwa sijui na nini, dini ni mfumo, yani wamekawa kabisa, ni wataalamu wakabuni hivyo vitu vya kuja kukuingizia ili viweze kukuingia inavyotakiwa. Ndio nilikusikia ulisema kwamba wenzetu huko wenyewe wanashangaa mpaka tumezidi. Ndio wanatushangaa kwa vipi? Sasa tumezidi na wenyewe. Unajua kipindi wanaanzisha dini hawakutegemea kwamba sisi waafrika manamba tusinge nasa tungenasa kiasi hicho. Kwao sisi ndio wana, yaani ndio sisi kasa kinatuingia zaidi zaidi Wayo, sasa dini mtu hmm, anaja ja, dini sio usimkufuru Mungu, usikufuru dini yetu, dini yetu sio